Naam, karibu sana kwenye kipindi chetu cha leo hapa kwenye YouTube ambapo tunajifunza pamoja maswali ya mitihani ya Kiswahili kwa daraja ya awali ya shule ya upili, na leo tutaangazia karatasi ya pili ya gredi ya tisa kwa mwaka wa elfu mbili ishirini uh, na tano ambayo inahusu insha utangulizi wa fasihi simulizi pamoja na fasihi andishi, na karatasi hii ina jumla ya maswali kumi na nane na imegawanywa katika sehemu mbili, sehemu ya A na sehemu ya B. Kwa hivyo katika kipindi chetu cha leo ningependa tukaweze kuangazia sehemu ya B, na sehemu hii inajumuisha maswali manne ya jumla ambayo ni zoezi la pili hadi zoezi la tano na yote yanahusiana na utangulizi wa fasihi. Kwa hivyo maswali haya yanahusu ufaha, ufahamu wa fasihi simulizi, tamthilia ambayo ni tamthilia ambayo ni tamthilia teuliwa, tunayo novela na ushairi. Kwa hivyo mwanafunzi anatakiwa kuwa na maarifa ya msingi kuhusu kazi mbalimbali mbali za fasihi za Kiswahili ambazo amefunzwa kuanzia gredi ya saba. Na katika sehemu hii ya video uh, tutaangalia kila zoezi moja baada ya jingine tukiangazia kile kinachohitajika uh, pamoja na mbinu za kujibu kwa ufasaha na vidokezo muhimu vya kupata alama zote. Kwa hivyo endelea kutazama na kama hujafanya hivyo bonyeza kitufe cha subscribe ili usikose vipindi vyetu vingine vya elimu. Twende kazi. Nitaanza na sehemu ya fasihi simulizi ambayo ni sehemu ya ba, alama kumi. Nitasoma. Luanda Magere alikuwa shujaa wa kivita wa jamii ya Wajaluo. Alikuwa jabali na hata kufikia sasa hajapatikana shujaa mwingine kama yeye katika jamii hii Alizaliwa wakati wa jamii yake na wanandi walikuwa maadui. Vita vya kupigania mifugo vilikuwa ibada kwa waja hawa. Lwanda Magere alikuwa na uwezo wa kiajabu. Alikuwa na ngozi ya jiwe ambayo mshale au mkuki wowote haungepenya. Kila mara waliposikia kwamba yu katika uga wa vita, walitetemeka kama jani wakati wa tufani na kutokomea Lwanda naye angewakimbiza hadi nyumbani kwao, ambapo angechukua mifugo wao. Wanandi walipoona kuwa mambo yangewaendea ya mrama, walimwoza msichana wao mrembo kama njia ya kutafuta suluhu. Kumbe ndiye angekuwa chanzo cha kuangamia kwake. Siku moja, jagina huyu Lwanda Magere aliugua. Ilibidi kipusa aliyoozwa na Wanandi amuuguze. Luanda alimuomba ampe dawa kwa kuchanja ngozi yake ili atie dawa, ilikataa kata katakata. Kwa kuwa Luanda alimpenda kipusa yule sana, alimweleza siri ya nguvu zake na kumwambia akate kivuli chake kwa kisu. Lo! kivuli kile kilitiririka damu. Basi kipusa alijua amepata siri ya nguvu za jagi na yule ama, kweli Hapana siri ya watu wawili. Kipusa yule aliitoa siri kwa watu wa jamii yake. Wanandi walisubiri asubuhi, walifika ili kukabiliana na jamii ya Wajaluo, kwani sasa walijua siri ya shujaa yule. Wakiwa vitani, kijana mmoja wa Kinandi alirusha mkuki, ukakipita kivuli cha Lwanda Magere, naye alianguka chini puu kwa mshindo uliotetemesha ardhi. Jamii ya Lwanda jamii ya Lwanda iligubikwa na simanzi, kwani jagina wao alikuwa amelala usingizi usiojua asubuhi. Kwa hivyo twende moja kwa moja kwa maswali. Kwa hivyo swali la kwanza linasema kwamba bainisha kipera cha hadithi ulioisoma, na kipera cha hadithi hii ni migani. Kumbuka, ni alama mbili, kwa hivyo lazima ubainishe na kutolea maelezo ndipo ukapate alama zote mbili. Kwa hivyo kipera ni migani na maelezo yake ni kipera ambacho kinazung, kinamzungumzia shujaa wa jadi ambaye ni Lwanda Magere katika jamii ya Walwanda. Kwa hivyo, hivyo ndivyo mwanafunzi nafaa akaweze kubainisha na kupata alama zote mbili. Iwapo atataja tu kipera na asitolee maelezo huenda akapata alama moja. Tuende kwa swali la pili. Mtu anayezungumziwa ni pengo katika jamii ya Wajaluo. Hapa utapata kwamba wanafunzi wengi wataandika jina la uh, migani pengine wataandika shujaa la hasha. Hapa unahitajika ukaweza kuandika jina halisi jinsi lilivyotajwa katika kifungu, na mtu anayezungumziwa ni Lwanda Magere katika jamii ya Wajaluo. Mwanafunzi atakapojaza nafasi hiyo hivyo atapata alama yake moja. Tuende kwa swali la tatu, taja sifa tatu za kipera hiki cha fasihi. Na kila kipera cha hadithi huwa na sifa zake bainifu, kwa hivyo sifa zipi ambazo zitabainisha kipera hiki kuwa ni migani. Kwa hivyo, sifa ya kwanza tunapata kwamba kipera hiki kinahusisha mashujaa wa jadi ama shujaa wa kijadi ambaye ni Lwanda Magere. Kwa hivyo, ni shujaa wa kijadi. Pia hupitishwa kwa njia ya mdomo, hupitishwa kwa njia ya mdomo. Na tatu, hujumuisha mambo ya ajabu au yasiyo ya kawaida, hujumuisha mambo ya ajabu au yasiyo ya kawaida. Kwa hivyo hizo ndizo sifa tatu za kipara hiki cha fasihi. Twende kwa swali la nne, taja mbinu zozote mbili za lugha zilizotumiwa kwa kutoa mifano. Kumbuka unataja kisha unatoa mifano na unataja mbinu mbili ukitolea mifano. Mbinu ya kwanza ni tashbihi, tashbihi ambapo anasema vita vilikuwa ibada vita vilikuwa ibada. Pia wakasema kwamba eh, kila mara waliposikia kwamba yu katika uga wa vita walitetemeka kama jani wakati wa tufani. Kwa hivyo eh, hiyo sehemu pia inabainisha tashbihi. Tunayo sehemu ya chuku, sehemu ya chuku ambayo inasema alikuwa na ngozi ya jiwe, hali ya kuongezea chumvi katika mazungumzo. Alikuwa na ngozi ya jiwe pia tunayo mbinu ya tanakali za sauti. Tanakali za sauti ambapo tunaambiwa kwamba alianguka chini uh, pu alianguka chini pu. Hiyo mbinu ni mbinu ya tanakali za sauti. Pia tunayo mbinu ya semi ambapo inasema mambo kuenda mrama, semi au na hau, mambo kuenda mrama. Twende kwa swali la tano ambalo ni swali la mwisho, wanasema Taja mandhari ambayo yamejitokeza kwenye hadithi hii. Taja mandhari. Mandhari ya kwanza ni mandhari ya kijiji au nyumbani, mandhari ya kijiji au nyumbani. Hapa tunaarifuwa kwamba ni kule ambapo Lwanda aliishi na alioana. Pili tunayo mandhari ya vita, mandhari ya vita ama uwanja wa mapambano mandhari ya vita au uwanja wa mapambano. Na hapa tunapata kwamba ni mahali alipouawa baada ya kivuli chake kupigwa. Kwa hivyo, hivi ndivyo wanafunzi wanafaa wakaweze kujibu maswali yanayo endana na fasihi simulizi na wakaweze kuwa na ubunifu zaidi, wahakikisha wamesoma kisa na kukielewa vilivyo. Kwa hivyo, twende kwa sehemu inayofuata, sehemu ya novela. Kwa hivyo sehemu nyingine ya novela ni sehemu ambayo imetolewa katika novela ya Mshale wa Matumaini na nitaisoma. Mbona unalia Deno? Kwani nimekukosea nini? Nilimuuliza. Deno hakukoma kulia, bali machozi yalikuwa yakimtoka kapakapa machoni. Pole, naomba unisamehe kama nimekukosea, nilimsihi. Deno alitoka mbio bila kunieleza chochote alikimbia na kutoroka kwenye mahema mengine. Nilimwita lakini hakuitika, hakutaka kabisa kuongea na mimi. Siku hiyo niliketi nikijiuliza ni kosa gani nililokuwa nimemfanyia, au ni kwa kuwa baba yake alikuwa mreba na baba yangu mlanga. Sikupata jawabu. Mama aliendelea kuugua kila wiki nilikuwa na jukumu la kumpeleka katika zahanati moja hapo Gera. Wauguzi walipompima waligundua kuwa alikuwa akiugua msongo wa mawazo. Kichwa kilimuuma daima, alilalamika kila kukicha, mwili wake ulikosa nguvu. Aidha, alipoteza hamu ya chakula, alishindwa kufanya kazi yoyote konde aliyopewa kuilima ilimshinda kuifanyia kazi, ili kusaidia kazi zote zilizomshinda. Kwa hivyo, hichi ndicho kifungu cha novela mshale wa matumaini. Twende moja kwa moja hadi kwa maswali. Kwa hivyo, swali la sita linasema kwamba, eleza aina mbili za mandhari zinazojitokeza katika sehemu hii ya novela. Uh, aina ya kwanza ni mandhari ya zahanatini, mandhari ya zahanatini uh, Gera, mandhari ya zahanatini Gera, ambapo tunasema mama anapelekwa zahanatini kwa ajili ya matibabu. Mandhari ya pili ni mandhari ya Gera nyumbani, mandhari ya Gera nyumbani, ambapo tunapata Deno anakimbia kutoka hemani kwe, kuelekea nyumbani deno anakimbia kutoka hemani kuelekea nyumbani. Swali la saba: eleza kwa kutoa mifano mbinu mbili za lugha zilizotumiwa katika sehemu ya novela, eleza kwa kutoa mifano. Kwa hiyo, kumbuka hizi mbinu tunazitoa katika kifungu ambacho tumepewa. Mbinu ya kwanza ni maswali ya balagha, maswali ya balagha ambapo tunasema mbona unalia deno, kwani nimekukosea nini? Mbona unalia Deno? kwani nimekukosea nini? Hilo ni swali la kibalaga. Tanakali za sauti: machozi yalikuwa yakimtiririka kapakapa machoni. Machozi yalikuwa yakimtiririka kapakapa machoni. Hizo ndizo mbinu mbili ambazo zimejitokeza katika kifungu. Swali la nane: eleza sifa mbili za mwandishi Eleza sifa mbili za mwandishi. Na hizi sifa, wanafunzi wajue kwamba wazitoe katika kifungu ambacho wamepewa, wasije wakaanza kuandika sifa ambazo wamefunzwa darasani, zile ambazo wanakumbuka na hazimo katika kifungu ambacho wamepewa. Kwa hivyo, kwa hivyo sifa mojawapo ya mwandishi ni kwamba ali, uh, yeye ni mdadisi mdadisi na sifa hii inajitokeza vipi? Anauliza deno maswali kutaka kujua kosa lake. Tulipata pale katika mbinu za uandishi ama lugha tumepata maswali balaga, na hilo swali ndilo linatupatia sifa yake moja ya kuwa mdadisi. Ni mwenye huruma pia, ni mwenye huruma. Anasema pole, nimekukosea. Pole, nimekukosea. Kwa hivyo hii inaashiria ni mwenye huruma. Tuende kwa swali la tisa. Taja kazi iliyofanywa na mamake mwandishi. Taja kazi iliyofanywa na mamake mwandishi. Kazi ya kwanza tunapata kwamba alikuwa ni muuguzi, alikuwa ni muuguzi, na tunapata kwamba mama aliendelea kuugua. Kwa hivyo tunapata alikuwa muuguzi. Kazi ya pili tunapata kwamba alikuwa mkulima, kutokana na maelezo ya mwandishi, alikuwa mkulima konde aliyopewa kuilima ilimshinda kuifanyia kazi. Kwa hivyo, kumbuka sifa za wahusika katika kazi za waandishi tunazitoa kutoka kwa maelezo ya maelezo ya wahusika wengine. Swali la kumi eleza maudhui yanayojitokeza kwenye kifungu hiki cha novela. Maudhui maudhui ya kwanza ni huzuni na mateso huzuni na mateso ambapo tunapata kwamba Deno analia na mamake anaumwa hadi kufariki, mamake mwandishi anaumwa hadi kufariki. Tunayo maudhui ya familia na majukumu ambapo tunapata mwandishi anasimulia kuhusu mamake, jukumu la kumpeleka hospitalini na huzuni ya kifamilia. Pia tunayo maudhui ya maradhi au ugonjwa ambapo tunapata mamake msimulizi anaugua hadi kufariki. Na pia tunayo maudhui ya ukulima ambapo tunapata konde aliyopewa kuilima ilimshinda kuifanyia kazi. Kwa hivyo, hivyo ndivyo mwanafunzi afaa akaweze kushughulikia maswali ya novel, novela aa, kutoka sehemu yote ambayo atapewa. Kwa hivyo, atumie kifungu ambacho amepewa kutoa majibu, asije akatoa majibu sehemu nyingine ile ambayo haimo katika kifungu ambacho amepewa. Kwa mfano hapa katika sehemu ya maudhui, utapata wanafunzi wengi wanaandika maudhui ya umaskini, maudhui ya umaskini na umaskini haujajitokeza hapo. Kwa hiyo twende kwa sehemu ya tamthilia. Kwa hiyo tamthilia inasema hivi: baada ya wiki moja, jioni, nyumbani kwake Mabula. Mabula ameketi kwenye sofa kuukuu amevalia shati jeusi na suruali ndefu ya kijivu iliyokunjwa miguuni. Anaonekana mwenye mawazo. Mishi abe, baada ya muda anatokeza. Niandalie jembe kesho, ninataka kwenda nawe shambani. Anacheka. Eti nini? Si utani mwenzangu. Kimya. Baada ya kufikiri sana nimeona kuwa lisilobudi hutendwa, heri nikusaidie kukitafuta hicho kidogo kama ni baa nimekwenda, kama ni mikahawani nimefika. Ahadi zote nilizopewa zimekuwa si kitu. Pana haja gani kujisumbua sana, Mabula? Itakuwa tabu kwako kwenda shambani. Miaka mingapi hii tangu uinamishe mgongo shambani? Mtu hujikuna ajipatapo. Mishi kwa huzuni: ni kweli Mabula, lakini itakuwa vigumu zaidi kwetu kwenda shambani cheo ulichokuwa nacho hakikuruhusu kufanya kazi ya aina hii Mabula. Tutazificha wapi nyuso zetu? Tutasemwa sana. Kwa vyovyote vile, lazima tuufiche uchi wetu, jina lako ni kubwa. Nimechoka Mishi, maisha ya ulevini na mikahawani siyataki tena. Muda wangu umeyoyoma na kupotea bure, haukunifaa kitu imekuwa ni ahadi baada ya ahadi lakini wapi gangaganga ganga za mganga muacha mgonjwa na mtumaini kwa hivyo baada ya kusoma uh, kifungu wacha tuende kwa maswali moja kwa moja swali la kwanza ama kumi na moja eleza sifa moja ya mishi na moja ya mabula inayojitokeza kwa hivyo sifa tunaanza na sifa za mabula ni mwenye nia ya kujirekebisha au mubadilifu. Ni mwenye nia ya kujirekebisha au mubadilifu, ambapo anasema, si utani mwenzangu, baada ya kufikiri sana, nimeona kuwa lisilobudi hutendwa, heri ni kusaidie kukitafuta hicho kidogo. Kwa hivyo, hapo wanaonyesha ile nia ya kubadilisha mawazo yake na kuanza kumsaidia Mishi kufanya kazi za pale nyumbani pia ni mwadilifu au mwenye maamuzi, anaamua mwenyewe kuchukua jembe. Ni mchovu au amevunjika moyo. Ni mchovu au amevunjika moyo ambapo anasema kwamba nimechoka Mishi, kwa hivyo hapo naonyesha amevunjika moyo, maisha ya ulevini na mikahawani si yataki tena. Hiyo sifa inajitokeza hapo, na ni mwenye maono ya mbele, mwenye maono ya mbele. Kwa hiyo hizo ndizo sifa zake Mabula. Tunapoangazia Mishi, sifa yake moja ni msaidizi au mshauri, msaidizi au mshauri, ambapo anamwambia Mabula itakuwa taabu kwako kwenda shambani, miaka mingapi hii tangu inamishe mgongo shambani? Kwa hiyo hapo ushauri unajitokeza. Ni mwenye busara, ni mwenye busara, Mishi anafikiria kwa hali halisi anafikiria kwa hali halisi. Uh, pia ni mdadisi au mwenye mashaka. Ni mdadisi au mwenye mashaka uh, ni mdadisi au mwenye mashaka ambapo anacheka eti nini hilo, ni swali ambalo ana mdadisi mumewe. Na mwisho ni mwenye huruma au huzuni, ni mwenye huruma au huzuni. Kwa hivyo hizo ndizo sifa zake Mishi, twende kwa swali la kumi na mbili ambapo anasema, taja aina ya mandhari katika nakala ya makala ya tamthilia. Mandhari tunapata, tunayo mandhari ya nyumbani kwa Mabula, mandhari ya shambani. Swali la kumi na tatu, andika methali mbili zilizotumiwa kwenye sehemu ya tamthilia. Methali ya kwanza ni mgagaa gangaganga za mganga humwacha mgonjwa na matumaini. Na mtu hujikuna ajipatapo, kisha lisilobudi hutendwa. Hizo ni methali ambazo zimejitokeza. Kisha tunalo tunalo swali la kumi na nne, andika maudhui yanayojitokeza kwenye makala ya tamthilia. Uh, maudhui ya kwanza tunayo maudhui ya ulevi. Maudhui ya ulevi pale ambapo mabula anasema kwamba nimechoka Mishi, maisha ya ulevini na mikahawani siyataki tena. Tunayo maudhui ya ukulima, maudhui ya ukulima ambapo Mabula anamwarifu Mishi akaweze kumwandalia jembe akaweze kuelekea shambani. Tunayo maudhui ya ndoa ambapo tunapata kwamba Mishi na Mabula ni bwana na mke, kwa hiyo ni bwana na bibi. Tunayo maudhui ya mageuzi ya tabia, mageuzi ya tabia kutokana na sifa ya Mabula tunayo maudhui ya kukata tamaa na matumaini kutoka pia kwa sifa za Mabula. Tunayo ma maudhui ya ushauri na urafiki kutoka kwa sifa za Mishi, na tunayo maudhui ya majuto kutoka kwa sifa za Mabula. Anajutia kwa muda ulioyoma umepita, na hakuna chochote ambacho aliweza kuafiki. Swali la mwisho katika sehemu hii ya tamthilia linasema Taja wahusika wakuu kwenye tamthilia. Wahusika wakuu tunaye mishi na tunaye mabula. Kwa hivyo hayo hivyo ndivyo hivyo ndivyo tulifaa tukaweza kuangazia maswali ya tamthilia. Twende kwa ushairi. Ushairi unasema kwamba hebu tutii kanuni, dereva kwa abiria, kuvuka barabarani uangalifu wazia dereva kiwa kasini, polisi jela mtia. Salama barabarani ni wajibu wetu sote. Wanafunzi elimika, sheria kuzifahamu, usiendeshe ukichoka, gari mbovu uhujumu, mikanda ikifungika, usalama waheshimu. Salama barabarani ni wajibu wetu sote mtoto kutembea peke yake njiani, gari likiwa meja kupanda sidhubutuni, baisikeli endesha barabarani pembeni. Salama barabarani ni wajibu wetu sote. Kwa hivyo tuangazie maswali, andika ujumbe wa shairi hili, alama mbili. Tunapozungumzia ujumbe katika shairi, tunaangalia kuhusu dhamira au lengo la mwandishi na lengo la mwandishi wa shairi hili anatuhamasisha, e, linatoa kuwa ni wajibu wetu sote kuzingatia usalama barabarani kwa kufuata sheria zilizoko. Ni, ni wajibu wetu sote kuangazia kuzingatia usalama barabarani na kufuata sheria zilizoko. Swali la kumi na saba, shairi hili lina mshororo pengo katika kila ubeti hivyo ni aina ya pengo. Kwa hivyo swali hilo ukiangalia sehemu ya pili ya aina uh, katika, katika mtaala wa umilisi tunapochambua mashairi kuzingatia bahari na aina. Tuna, tunapo tunapochambua kwa kuzang, kuzingatia aina tunazingatia, uh, tunazingatia kanuni na sheria ambazo mtunzi ametumia. Kwa hivyo hatuzingatii idadi ya mishororo. Tunapozingatia idadi ya mishororo mishororo, huwa tunarejelea bahari. Kwa hivyo, hapo ilifaa likaweze kuwa ni bahari. Kwa hivyo, shairi hili lina mishororo minne katika kila ubeti, hivyo ni bahari ya tarbia. Na andika kibwagizo cha shairi ulilolisoma: ni usalama barabarani ni wajibu wetu sote. Kwa hivyo, nakushukuru kwa kutazama, kujifunza na kuelimika. Iwapo hujabonyeza kitufe cha subscribe, fanya hivyo kisha hakikisha una share, una like, comment na hakika tutazidi kukuza na kueneza Kiswahili pamoja. Asanteni.